Nao mashabiki na wanachama, kama wachezaji 12 mchezoni, neno lao ni lipi kwa namna ambavyo Simba ameanza kinyonge kabisa? Mwanzo kabisa naweza nikasema tu kwamba jinsi ambavyo tumeingia ni kama tulikuwa hatuhitaji kupata matokeo e, kwa sababu tumeingia bila streka na huko nyumbani kwenye kiwanja cha nyumbani, mimi nilitegemea kabisa mwalimu katika hichi kiwanja ndio angekitumia kama tanuru ya moto katika kuchukua pointi tatu muhimu, lakini bahati mbaya zaidi tunaona tumepoteza mechi hii. Ni ya pili yana, yanaingia kwa mfumo huu kidogo inatutia wasiwasi wasi kama mashabiki wa Simba, lakini tunaweza ukasema tu kwamba kama atokaa vizuri na baadhi ya watu ambao wameona kama kuna dosari, wakae naye vizuri wamwambie, kwa sababu sisi uvumilivu hatuna. Lazima tumwambie ukweli, e, uvumilivu hakuna. Unaona alivyotoka pale baadhi ya mashabiki wamwambia, yani mchezo huo si mchezo wetu sisi, tumekusha zoea mchezo wetu ni biriani. Kiufupi tumeumia sana kwa sababu ni timu ambayo tulitegemea ndio tutapata matokeo pointi sita tuko tunachukua kwa hawa hmm, lakini hmm, imekuwa tofauti. Hmm, tunashangaa wamechukua pointi tatu kwa. Tumeumia mashabiki wa Simba tumeumia sana. Anatakiwa ajirekebishe sana sehemu kubwa. Hawezi kutuingizia kikosi akina streka, maana yake amekuja kujilinda sasa. Umekuja kujilinda kwenye kiwanja cha Mkapa wakati hapa ndio natakiwa ujiachie, ucheze mpira biriani watu tupate matokeo. Kwao tunaona kama kuna hatari mbele yetu zaidi. Yani akae chini atafakari na sijui kama akipoteza mchezo mwingine tutakuwa naye.